Niko na Mzee Habibu hapa. Mzee Habibu, kwanza habari za muda? Mimi nashukuru mzungu, habari zetu ni mzuri, tupo katika kijiwe chetu cha mshikamano cha station. tupo tupo na ndugu zetu wawili hapa. Ukitaka kung'aa kwa chini, unakutana ndugu yetu mmoja yupo pale, ni mshabiki wetu wa Simba. Ukitaka kushusha koo yako hapo, unakutana na mshabiki wa Yanga. Tupo nao wote sehemu za station hapa, tuna wasiwasi tunajidai sehemu zote mbili. Okay, Mzee Habibu hapo hapo. E, jana kuna mchezo umeendelea NBC Premier League kati ya vile viporo vya mnyama Simba, tumeshuhudia ngoma imeenda mpaka usiku na KMC haina taa. Kwanza ukizungumzia kiporo unaushushia adabu na maneno unayozungumza hamna kitu kiporo. sema ni ligi bado naendelea. Ukisema kiporo kama ligi ilikwisha, afu naanza tena moja, mechi ambazo zimebakia sio kiporo, zinapangiwa kwa muda kutokana na kupona mechi za kimataifa hmm. hmm. Okay, baadhi ya matukio tata jana yameonekana. Tunazungumzia penati, kadi nyekundu ambazo zimetoka. Watu wamejaribu kuzungumza kuwa kuna namna kama mwamuzi alikuwa yuko upande wa Simba. Huo ulikuwepo eneo la kiwanja, mimi nilikuwepo eneo, ulikuwepo. Kadi ya kwanza alipewa, poteza poteza, mm. kwa adhabu gani yule golikipa? Poteza muda. Na kadi ya pili kahukumiwa kwa ajili gani? Kukutua mpira. alafu baada ya kupewa kadi ya pili atakiwa apewe na nini nyekundu. Sasa kuna makosa aliofanya lefarii amna, amna ni sheria inavyomhukumu yeye mwenyewe. Kuna wakati yule lefarii alimfuata kwa kumnong'oneza, akamwambia vipi, hivi vitu punguza. Sasa kama yeye kuna vitu alivyofanya kwa kuparisha muda, na anajua kabisa kadi ya kwanza nimepewa meya njano, ukaja unaambiwa hivi vitu punguza, unapewa tena kadi ngi, lazima upewa na kadi nyekundu sababu ushajua makosa yako unaifanya, lazima uhukumiwe kwa sheria ya 17. Hii alikuwa yuko sawa sawa, yupo sahihi katika kazi yake. Eh, aina ya penati ambazo Simba sasa wamezipata. Sasa penati ya kwanza kama ya Kapombe unaisema wewe, sio ya kwanza apisa, mimi pia sikutama kuja kutama. Rudi kwenye ya Kapombe, ile ya Kapombe ile ngoma Kapombe ipo ndani ya kumi kwenye dimba katikati, sema wale mabeki walikuwa pana mfeso wale kumsukuma wewe nje. Wewe uliona ile move, walikuwa pana sababu kuna mmoja alimwekea kama catering, alafu kuna mmoja yupo kwa upande huku wanakuwa kama wanampush sasa pale Lanzimeni ipo sehemu ya tukio kaona na refarii pale alikuwa katika eneo lile lote kaona. Sasa kuna vitu vingine sisi washabiki tunavyokaa pale kutizama mliokuwa wapenzi wa vilabu vinginewe. Tizameni kwanza kitu kinachostahili pale kinachofanyika kitu gani. Sio mna crash jambo na hujalitizama vizuri. Tunakwambia aishi mpaka Simba apate goli. Sasa siku zote unajua siku zote kama sehemu kijijini kaingia Simba kisirani yake maana yake nini? Sasa mtafute Simba muue. Sasa vijana Simba kumuua walishindwa. Uwezi ukasema mpira kwama mtu aliocheza mpira katika dakika, unajua wewe una mashaka kabisa, ukarudi nyuma, lazima itakuwa na, itakuwa na matatizo yote katika mpira. Wale watu wenye, wenye utaratibu wa mpira wanajua kama mtu anacheza mpira, lazima atapiga mipira ya juu size ya mikono kwa kwa, au atapiga size ya kichwa, anaweza kupangilia katikati mpira au kuzuia, unaweza ka ubanzi na mkono, watu wakaika kati penalty. Sababu nyote wote mnarudi kule nyuma mnafanya nini? Sababu mtashindwa kuzuia jinsi mnachokistahili kimpira na mpira mtacheza wote kwa usahihi. Sasa kuna beki namba mbili kuna beki namba tatu, kuna beki namba nne, kuna beki namba tano, namba sita anarudi pale. Ushaelewa pale? Atakuja namba saba naye atasogea hapo. Sababu kuna watu wengine wanakuja eneo lao sio eneo la kazi yao. Amevuna alama tatu katika mchezo ambao eh, kutokana na majukumu ya mchezo wa kimataifa ilibidi usogezwe mbele wanazidi kukusogelea kwako wewe kama Young Africans kwenye michezo unayokuja, unalipi la matokeo ya jana, kuna namna yamekuathiri? Aidha ulikuwa unamwombea una, una, una, una, simba namna gani jana, kuni asili vipi? Mimi kwangu simba simba kupata matokeo kwako, kwa kwa, si inakuwa sio. Sasa ukisema matokeo, pengine mimi nimepata, sijashinda mi pointi tatu ninachukua, mmezeka pale katika hesabu sasa bado mimi sijaharibika kitu chochote, bado nastahili, bado naendelea. Walionekana viongozi wa mashujaa e, wakitaka kutoka na walizuiliwa getini na kufungiwa kabisa waweze kurejea ndani, ngumi za wao kwa wao zilionekana. Unadhani kuwa mpaka ya kufanya hivi, walionekana kuwa hawakutendewa sawa na mashujaa? Si kama wakotaka kutoka mashujaa, kitendo cha kusema wao watoke nje kutokana na zile lile laloaidiwa sababu waliahidiwa hela zile, kama ukitoka draw unachukua milioni hamsini, mkishinda unachukua nini? M sasa zile leo na matamanio na kilabu anacheza nao ni tofauti. Ile leo utaipataje? Wale ni waponza, ni hela. Unauliza ta, ndugu yangu hujue. hmm. <laughs> sehemu zote, siku zote, ndugu yangu, ukiona sehemu paka analia sana, ujue huyo paka mgeni pale, anatafuta marafiki. Sasa GSM kila kilabu anatafuta marafiki yule kiwango cha mpira hawawezi. Kama kuna klipu moja Mheshimiwa Jakaya Kikwete kaitoa, anaizungumzia kwa mpira wa ndani, ujanja mnao, lakini mpira wa nje, mechi moja ya pili tunatoka, tunarudi, sababu ashazoea zile hujuma, unaelewa bwana. Na watu wa Yanga kwa akili zao finyu na usikivu wao, pengine watizama wale macho, wanakuwa napo pembeni zaidi katika mpira. Mara ya kwanza alivyosimamiwa yule mtu kuchaguliwa kuwa mtetezi wa vilabu vya Afrika wao, oh, walijua yule yes, yule engineer kila kitu atakijua kule, na kwenda kutoa ongo kule kule, masuala kule uongo wao wataenda kuionga timu ya kule. mwenye klabu yako naingiza bei gani kwa mwezi Mzee Habibu, hey. Kituo kinachofuata Meja Jenerali Isa Moyo, Simba wanakwenda kucheza pale mchezo, mwendelezo wa zile mechi ambazo zilisogezwa mbele. Tunashuhudia ulikwenda kucheza pale Young Africans na ukaacha alama mbili. Simba Sports Club kwa performance ambayo imeonekana hapo jana. Una, unaona kwamba watakwenda kuifungua ngome ya JKT Tanzania na kuweza kuvuna alama tatu, ikiwa wanacheza ukiwa ukiwa wanaitazama finali ya CAF Confederation Cup. Ndio maana ya rotation ambayo wanaifanya, we kocha wa Simba unajua, unamfuatilia zaidi kocha wa Simba, unajua na mbinu tofauti kuhusu makocha wote waliokopo hapa Tanzania wanaocheza katika klabu yetu ya ligi yetu ya Tanzania kocha wa Simba kila anavyokwenda katika klabu au timu anayokutana nao anakuwa na mfumo tofauti kabisa, na timu anayokutana nao. Sasa wewe unajua, ukisema umfuatilie, useme si JKT JKT, si tulimfunga na sasa u JKT, yeye kama atajigamba, atazungumza kitu gani? hakini akaye ajue si pointi tatu pale tunaenda kuchukua japo katika kiwanja chake pale nyumbani, yeah. Okay. Shtaka la kasi wamelirejesha katika bodi ya ligi na TFF ndiyo iamue. Watu wamepiga kelele, wanasema wanaitaka dabi ya Kariakoo. Injinia Hesi Saidi aliwathibitishia mashabiki na viongozi wa Yang Africans kuwa hatopeleka timu uwanjani, na baadhi ya mashabiki wakamwambia ukipeleka timu uwanjani huo wa kwanza kufungasha vilago ndani ya viunga vya Jangwani. Alfat Haji, makamu wa rais wa Yang Africans, alisema ntakuwa mtu wa mwisho uamini kuwa, kuwa Young Africans itacheza dabi tofauti na tarehe nane. Ili neno mimi narudia tena, mimi niliwaambia kabla takesia wajapeleka kule. Niliwaambia kuna watu katika klabu hili wanajibadilisha majina baada majina ya babao, wanajiita majina ya Yanga, wanajitoa kwenye familia yao ukoo, ukoo wao upo ndani ya Yanga. Hawa watu siku zote walikopoenda pale kupiga kelenda na klabu na walikoponaeleza, kuna wengine tukopona hapo katika tawi letu ni washabiki hao wa Yanga, tueleza sisi wakili wenu nyinyi, hata ukimgia kesi ya kusimamia kesi ya takataka na kushinda ashindi, yule wakili wa Yanga hata ukimgia kesi ya kusimamia takataka za mitaani zile watu kulipa shilingi 2000 na kesi hashindi, sababu upeo wake ni tofauti wa changamoto za mpira. Yanga kuna shida kwenye kitengo cha cha sheria. Wale ni watu wa kukurupuka, si ni watu wa kukaa na kutathmini. Unajua kitu chochote unavyokaa kama unajua kesi wale walivyokaa vikao vyao engineer yumo. Katika vikao vya Yanga vyote yuko panakaa na jadili sisi atucheze atucheze engineer yupo. Ushawahi kumuona kwenye kikao kile? Zaidi ni wapo washabiki wanapiga kelele kupata badai Luizu kwa engineer. Lakini sio engineer mwenye kakaa kwenye kikao. Kwenye kikao kile engineer juu akikaa, najua pale kuna sheria fulani itamhukumu, sababu yeye ndiye anajulikana na nani? na FIFA na TFF. Wale washabiki kama unakuta watu wengine wale TFF hawajui wa, wale ni watu wa kupiga tu promo na kupata riziki zao tu. Mm. Sasa unakwenda kucheza na ukiwa una michezo migumu michezo iliyofungamana, kwa maana ya kwamba tarehe kumi na saba una mchezo wa fainali kule Moroko, mwalimu anapaswa kuendelea kufanya rotation kama ambacho kilichoonekana hapo jana. Kwa kumalizia sisi kwanza mwalimu, kwanza tunampa sifa kubwa sana halafu kuna washabiki wengine wanakaa, wanamzungumzia mtu kwanza, hayupo kwenye kilabu yetu, lakini wanapenda kuizungumza pale kikopo, mtu fulani. Huyo mtu fulani, si tulikaa naye miaka mingi, tulikopo naye katika kilabu, mpaka kuna matatizo ya kimaisha alimkuta na tukamkirimu kwenye kilabu huyo huyo mtu, lakini kila kitu ina changamoto zake. Unajua ukikaa na mtu zaidi hata leo baada ya kukaa na babako baada ya kuona hapa kuna kitu fulani mimi inabidi inabidi utoke ukaanze sehemu nyingine ya kimaisha hata kupanga chumba ukakaa, ndani ya nyumba mwanzo mkakaa wanaume wote wawili wakakaa baraza na kavaa taulo. Mwenye taulo pana ni baba mwenye nyumba tu barazani. Unaelewa? Sasa kwa ajili ya Simba wanavyozungumzia wewe, sisi kila mtu klabu tunayekutana naye pale au timu tunayekutana naye pale mbele, si mahitaji yetu ni pointi tatu. Sasa wewe unajua kama sisi tuna mashindano ya kimataifa, au tuna mashindano yetu hapa ya, ya, ya Tanzania yote sisi tunahitaji. Okay, neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba Sports Club na wapenzi wa mpira wa miguu kwa ujumla? Kwanza naanzia uongozi. Kwanza uongozi nao, olekwepo, nao, ozopanga, na siku zote tunapenda kusema kuanzia uongozi walikopo nao, ile kamati waliokuepo mshikamano walikopo nao, taratibu walizopanga na maagizo waliopeana na taarifa walizopeana kila siku lao lio hili moja, na washabiki wanachama wapenzi wa Simba tuwe, tuwe wapenzi katika klabu yetu, na tuwe na mshikamano ndani ya klabu yetu. Tuwe pamoja, tuwe pamoja vilevile. Nataka kukizungumzia atasufuria vivyo ni chombo cha moto japo kipo jikoni. Sufuria ni chombo cha moto japo kipo jikoni. Huyo ni mzee Habibu alikuwa akitema cheche akizungumza kupitia Chapesa Media na alikuwa akiweza kuchambua moja kati ya matukio tata ambayo tumejaribu kumuuliza, ameweza kuyatolea ufafanuzi kwa kina katika kile ambacho kimetokea jana katika mchezo wa mashujaa dhidi ya Simba chini ya video hii, na sina la ziada kutokea station. Bye bye.